imetanda katika kijiji cha Kwale mpona shehia ya Kinyasini Pemba baada ya watoto wawili wa familia moja kufariki kufuatia kitendo cha kujitundika kwenye mti kwa kutumia kamba moja karibu na nyuma ya nyumba yao. yaozakul chezako akiondoka wale, akienda kula chezako peke yake kule, akitoka na wale watoto watoto wadogo wadogo watoto wa dada zake, akifuatana nao wadogo wadogo, akifuatana nao akienda kucheza, baadaye ndio leo kumbe

tena naona nikiwaangalia, tena naangalia kamba hawapo. Kwa kweli tokeo hili nimetugusa na nimetuumiza sana tu, hasa kama sio kama ni wazazi. Kwa hiyo, kwa kweli tunaumia asilimia mia. Kwa hiyo, huu ni mtihani mrefu. Daktari wa kitengo cha dharura katika hospitali ya wilaya ya Kinyasini, Daktari Saidi Mohamed amekiri kupokea miili ya watoto hao wakiwa tayari wameshafariki. walikuja wakisadikika kwamba wame wamejinyonga wame baada ya kuwapokea maiti zile tuliziona kwamba zote mbili ziko na kamba katika shingo zao na ni kamba ya nylon na zote mbili ni kamba ya aina ya aina moja. Kamanda wa polisi mkoa wa Kusini Pemba si William Mwampagale amethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Nimepokea taarifa ya kujinyonga kwa watoto wawili wa kike ambao walikuwa ni mapacha Tunaendelea na uchunguzi zaidi kubaini kama tukio hilo kweli lilisababishwa tu na sababu hiyo ya watoto hao kugombana na mama yao mzazi, au kuna chanzo kingine ambacho kilipelekea watoto hao kujinyonga. Aisha Haji, FM.